Mi naitwa Vero. Naitwa Doris. Uh, tunapenda kuwakaribisha wasikilizaji na watazamaji wetu wa Safina Radio Ministry uh, katika kongamano letu kubwa kabisa la tarehe 29 mwezi Novemba. Mm -hmm. Ni kongamano ambalo limeandaliwa kwa muda mrefu Tio, na lengo lake ni moja tu kabisa kuwarudisha watu Eden. Exactly. Msikilizaji na mtazamaji wetu, huwezi kuirudia Edeni yako ama kurudi kule ambako Mungu alikusudia urudi, kama bado utakuwa umeshikiliwa na madhabau uh, za kikabila uh, lakini pia Malkia wa Mbinguni akiwa anayatesa maisha yako, utarudije Eden? Huwezi kurudi Eden kwa namna hiyo. Ndio maana tumeandaa kongamano hili la tarehe ishirini na tisa Uh, mwezi wa kumi na moja kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano magereza pale, sisi letu hapa kubwa Veronica Ibrahim mm -hmm. ni kuwaalika Watanzania wote, hili ni jambo la kitaifa Ndiyo. kama si jambo la dunia Sawa. na makabila yote wanahitajika kufika mm. katika kongamano hili pale magereza tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja kwa hivyo Watanzania wote mm. tuna kila sababu ya kukusanyika wote kwa pamoja ili tuweze kuingia kwenye edeni ya kwetu, asiwepo mtu ambaye atabaki kabisa, na ikatokea mtu akabaki asukumwe tumsukume tumwamshe. Ndio maana tuko hapa kukuamsha, kukuambia muda uliobaki ni mfupi, tuirudie Eden yetu. Vipi, watu wa Manyara wanahusika kwenye jambo hili? Sio Manyara tu ndio watu wa kule Mkalama, Singida. Asante. kwa mabibi zangu na mababu kule Mkalama, wanakosaje watu wa Tanga mm. Korogwe yote kwa wakwe <laughs> <Kabinza. laughs> Dodoma tunakosaje kufika kwenye kongamano hili na na, na na watanzania wote Ndiyo. Kwa ujumla tunawakaribisha sana watu wa Kongo kule Kongo, maeneo ya Kenya yote. Mm -hmm. Tarehe 29 sio mbali, karibu. Mm -hmm. Arusha si Kongo tu na Kenya, jumuiya yote ya Afrika mm -hmm. Mashariki vero. Mm -hmm. tukutane pale, asante wote, tuingie kwenye Eden ya kwetu. Can you imagine Afrika nzima inaingia kwenye Eden Hakika Mungu atafurahi na itakuwa ni shangwe kuu mbinguni. Asikosekane mtu wa Mbulu, Manyara mm -hmm. Asikosekane mtu wa kule Karagwe kule. Asante. Butiama kule mm -hmm. Tusikose jamani, tutafurahi sana tukikuona na bango lako kubwa ukiwa umeandika natokea wapi, Tandaimba na mtumbo <laughs> unaandika na mtumbo, na mtumbo. Itakuwa raha sana, tunakupenda, karibu Arusha.